Virusi vya ukimwi au VVU ndio janga kuu zaidi la wakati huu. Inakadiriwa kuwa watu milioni 79 wameambukizwa virusi hivyo ambapo bado hakuna chanjo na hakuna tiba. Takribani watu milioni 36 wamekufa kutokana na magonjwa mahusiana na ukimwi tangu kuanza kwa janga hilo, na watu wapya milioni moja maambukizi ya VVU mwaka 2020. Kati ya watu milioni 38 wanaoishi na virusi vya ukimwi au VVU leo, milioni 28 wanatumia tiba kuokoa maisha ya virusi vya ukimwi. Tiba inawaweka hai wenye afya na kuzuia maambukizi ya virusi kwa wengine. Mamlaka ya kudhibiti ubora wa chakula wa dawa nchini Marekani imeidhinisha matumizi ya dawa kwa njia ya sindano kwa watu ambao huenda wameambukizwa virusi vya ukimwi baada ya kujikuta katika mazingira hatarishi ya maambukizi. Dawa hiyo itatumika kwa vijana wanaobalehe na watu wazima, ni ya kwanza kutolewa kwa njia ya sindano, na mtu atadungwa mara tofauti kwa muda wa miezi miwili, na anayopatiwa dawa hiyo anastahili kuwa hajaambukizwa virusi vya ukimwi na ana uzito angalau kilo 35. Kabla ya dawa hii kuidhinishwa, watu ambao walikuwa wamejikuta katika mazingira hatari ya kuambukizwa virusi vya ukimwi walikuwa wakimeza vidonge kila siku. Muungano unaotetea utafiti wa chanjo dhidi ya ukimwi umesema kwamba utashirikiana na mashirika mengine kuunga mkono hatua hiyo katika sehemu nyingine duniani. Chanjo ya VVU wapata hatua wa ya majaribio. Watafiti wamesema kuwa chanjo ya sindano ya kila mwaka iliyoundwa kwa ajili ya kumkinga binadamu dhidi ya virusi vya ukimwi VVU imekamilisha jaribio muhimu la mapema la usalama. Kupitia jarida la matibabu la The Lancet, watafiti hao wamesema kuwa chanjo hiyo inafahamika kama Lenacapavir, kuzuia virusi visongezeke ndani ya seli. Aidha, watafiti hao wameongeza kuwa kama majaribio yajayo yataenda vizuri, yatakuwa yamepita awamu ya kwanza, na hatua hiyo inaweza kuwa njia ya muda mrefu zaidi ya kuzuia ukimwi kwa sasa. Lena kapaville huzuia virusi visijurudie ndani ya seli. Kama majaribio yajayo yataenda vizuri sasa, yamepita awamu ya kwanza. Kikwazo cha upimaji inaweza ikuwa njia ya muda mrefu zaidi ya kuzuia VVU inayopatikana hivi sasa. Watu wanaweza kumeza vidonge vya kila siku au wakati mwingine kudungwa kila baada ya wiki nane, na kwa ajili ya kuzuia kabla ya kuambukizwa PRIP, ili kupunguza hatari hiyo. Dozi ya kila mwaka kwa majaribio ya wa watu 40 wasio na VVU walidungwa kwenye misuli na lenacapavir bila madhara makubwa au wasiwasi wa usalama na baada wiki ya wiki 56 dawa ilikuwa bado kugundulika katika miili yao. Majaribio yajayo lazima yajumuishe washiriki tofauti zaidi, watafiti waliambia mkutano 2025 kuhusu retrovirus na maambukizi fursa. Upimaji wa kila mwaka wa lenacapavir una uwezo wa kupunguza zaidi vikwazo vya sasa vya PRIP kwa kuongeza matumizi kuendelea na kwa hiyo kuongezeka kwa PRIP. Vidonge vya PRIP vina ufanisi mkubwa, lakini kuvitumia kila siku kunaweza kuwa vigumu. Takribani watu milioni 39.9 wanaishi na virusi vya ukimwi, yani VVU, asilimia 65 yao wakiwa katika Shirika la Afya Ulimwenguni, kanda ya Afrika kulingana na takwimu za hivi karibuni zaidi za elfu mbili na ishirini na tatu. Na WHO, mfuko wa kimataifa, na mpango wa pamoja wa Umoja wa Mataifa wa viviu na ukimwi UNAIDS wote wanafanya kazi katika mikakati ya kumaliza janga la viviu ifikapo mwaka elfu mbili na thelathini ambao ni pamoja na kuboresha upatikanaji wa dawa kama vile PRIP. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa inasema dunia iko mbioni kuutokomeza ugonjwa wa ukimwi ifikapo mwaka elfu mbili na thelathini mara tu programu muhimu za afya zitakapofadhiliwa kikamilifu. Asilimia sitini na tano ya watu wanaoishi na vivyuu wanaishi katika eneo la kusini mwa janga la Sahara. Hata hivyo, eneo hilo limepiga hatua kubwa katika kuutokomeza ukimwi kwa mujibu wa shirika la kupambana na ugonjwa wa ukimwi la umoja wa mataifa UNAIDS, nchi za Botswana, Eswatini, Rwanda, Tanzania na Zimbabwe zimefikia lengo la 95 95 95. Hii ina maana kwamba asilimia 95 ya watu wanaoishi na virusi vya ukimwi VVU wanajua hali yao ya VVU na asilimia 95 ya wale wanaojua hali zao wanapokea matibabu ya kurefusha maisha asilimia 95 ya watu wanaopokea matibabu kufubaza virusi, hatua ambayo huondoa kabisa nafasi ya kusambaza virusi kwa wengine. Nchi zingine 16 zinakaribia kufikia lengo hilo zikiwemo nane zaidi katika eneo la kusini mwa janga la Sahara. Kukomesha ukimwi ni fursa kwa viongozi wa siku hizi kuwa mfano mzuri, alisema mkurugenzi mtendaji wa UNAIDS Winnie Banaima alisema inaokoa mamilioni ya maisha na kulinda afya ya kila mtu, inaonyesha kile ambacho uongozi unaweza kufanya. Lakini UNAIDS imebainisha kuwa nchi za kipato cha chini na cha kati zina upungufu wa bajeti wa dola bilioni nane pointi tano. Ukweli na takwimu za ripoti hii hazionyeshi kwamba tuko katika mwelekeo huo, lakini tunaweza kuwepo. Lakini changamoto kadhaa zimesalia kutatuliwa. kila wiki maambukizi mapya elfu nne ya VVU huongezwa kwa vijana wa kike na wa kiume licha ya maendeleo, asilimia sitini na tatu ya maambukizi mapya ya VVU mwaka elfu mbili na ishirini na mbili yalitokea kwa wanawake na vijana katika nchi za kusini mwa janga la Sahara. Na licha ya maendeleo, asilimia sitini na tatu ya maambukizi mapya ya VVU mwaka elfu mbili na ishirini na mbili yalitokea kwa wanawake na vijana katika nchi za kusini mwa janga la Sahara. Waswahili wanasema kwamba bora kinga kuliko tiba, tahadhari kabla ya hatari, chukua hatua, ukimwi unaua.